Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, karibu sana kwenye kozi hii. Jina langu mimi ni Abu Sahal, mtaalamu na mjasiria mali wa masuala ya graphics takriban miaka nane sasa. Nashukuru sana kwa kupata fursa ya wewe kujiunga katika klasi hii ambayo tutaianza leo. Matumaini yangu na matarajio ni kwamba hii iwe ni fursa kwa yoyote ambaye amejiunga katika darasa letu leo. Tutafanya welcoming class Sio masomo mazito, ni kutengeneza utayari wa safari ambayo tunaenda kuianza. Lengo la kozi hii, kwanza, ni kujifunza. Hili ndio lengo kubwa, lakini tutajifunza kitu gani? Tutajifunza namna ya kufikiri kama designer, kutengeneza kazi ambazo zina purpose. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kutengeneza design za kisasa kama vile logo, posters na social media graphics. Lakini ukishajifunza yote haya, itakuwezesha wewe kutengeneza pesa kwa kutumia skills hii ya graphics na marketing. Matokeo ambayo tunatarajia ni kwamba mwisho wa kozi hii utaweza kutengeneza design professional, kuelewa kanuni zote za designing, kupata confidence ya kufanya kazi na kujua tools muhimu lakini pia namna gani unaweza kufanya contracts na clients.